Because if you preach, if you you preach preach. Kwa sababu kama unafundisha jumbe za kibiblia kwa lengo la kujinufaisha, wewe ni mwalimu wa uongo kwa sababu jumbe ya Kibiblia ni ujumbe uliojikita. So kwa ujumbe is... unaweza kwa ukatoka kwenye Biblia lakini lengo lako sasa mm -hmm. Church church. contributed the the money for building the church. kanisa linatoa michango kwa ajili ya kujenga kanisa. Took the money. Na anachukua pesa. The the school fees. Analipa ada. Ada Of your children. ya watoto. And when eh, the church member ask you, hey, pastor, how about that money for? Washirika wakiuliza vipi ule mchango tumetoa? You you you use scriptures. Unatumia maandiko. Don't touch the anointing. Usimguse mpaka mafuta wa Bwana. Then you start giving them a testimony. Na, na unaanza kuwapa ushuhuda. Of how you started ministry with your wife. Namna ambavyo umeanza kwa ugumu na mke

Umepita kwenye mawimbi ma tsunami ya kutosha na unakuwa upo siria sana. Wewe ni mwalimu wa uongo.